Maabara yetu inajihusisha na upimaji na wa sampuli mbalimbali za madini kama vile sampuli za mawe, sampuli za udongo, sampuli za kaboni, sampuli za maji, zile za kalati. Karibuni sana mpate vipimo sahihi vya majibu vya sampuli zenu kwa vipimo vya dhahabu na kopa. Maabara hii ni maabara ambayo uh, inatoa majibu ya kukika kwa sababu ina wataalamu walio wa, wa makini, natumia teknolojia kisasa kabisa kupatia majibu yaliyo sahihi. Kwa hivyo tuko katika viwanja vya maonesho ya nane ya kitaifa hapa mjini Geita. Lengo kabisa ni kukutana na wateja wetu na wadau mbalimbali wa madini, wafike katika banda letu ili kupata elimu juu ya upimaji wa sampuli zao, pamoja na kupata elimu juu ya masuala mbalimbali na changamoto mbalimbali ambazo huwa zinajitokeza katika kazi zao. Karibuni sana katika banda letu, mfike hapa muone namna ambavyo sampuli mnazotuletea tunavyoweza kuzichakata basi kuwapatia majibu yenu ambayo ni majibu sahihi kabisa A, tuko hapa kwenye maonesho ya kitaifa ya nane katika mji wetu wa Geita ambayo alianza tarehe 18. Na ah, tunakaribisha sana wateja wetu wazuri ambao pia mnatuunga mkono kuja hapa kwenye banda letu kututembelea sisi kujionea nini ambayo sisi tunawafurahisha wateja wetu. Tunaamini kwamba Njema Labs ni suluhisho la wateja wadogo, wakubwa na wakati. Kwa hiyo tunawasihi waje wajifunze. Tunaonesha teknolojia ambayo tunatumia ili wasipoteze hela zao kipindi watawekeza kwenye uchimbaji au, kwa hiyo Njema Labs tunapima kwa gharama nafuu, tunapima sample za aina mbalimbali kwa gharama nafuu sana ambao ni, eh, ni affordable. Tunaita affordable kwa wachimbaji, lakini pia kwa uharaka zaidi na kwa usahihi zaidi. Kwa hiyo sasa wakifika hapo wataona mashine tunazotumia, prosesi zetu mpaka tunapata ile ripoti ya mwisho. Kwa hiyo tunakaribisha sana wateja wetu sana sana sana sana pia, level, masama, ne, kwa hiyo pia Njema Labs tuna, tunafanya prosesi ndani ya masaa manne mpaka matano. Kwa hiyo kwa wateja ambao wana CIP ambao wana process ambazo ni endelevu, kwa hiyo ili wasitupe dhahabu zao kwenda TCF. Kwa hiyo tuna vifaa vya kutosha ambao vinatuwezesha kufanya kazi yao ndani ya masaa manne na wakapata majibu kujua kwamba eh, feed ilikuwa ni ngapi na teli ilikuwa ni ngapi. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Kingine cha mwisho ni kwamba Njema Labs tunajiandaa kwenda kufanya kazi masaa 24. kwa hiyo ndani ya Oktoba wiki ya kwanza ama ya pili tutaenda kufanya kazi masaa 24. Kwa hiyo msio na wasiwasi sana, tutafanya makazi usiku kucha, muda wote, tuletee kazi, utapata majibu yalipo sahihi kabisa kabisa, na kwa wakati. kwa nini Njema Labu? Njema Labu ni kampuni ambayo pia sisi tuna tuna uaminifu mkubwa sana katika shughuli na wateja. Tumejenga uaminifu kwa wateja bila kuchakachua majibu, bila kufanya nini. Kwa hiyo tunaamini kabisa sample uliotuletea na vipimo vyetu kwa teknolojia tulionao na wazoefu tulionao watakupa majibu ambayo ni sahihi sana katika shughuli zako. Na kwa ziada tu, mwaka jana pia tulishiriki haya maonesho, lakini hapa tulipata tuzo ya mshindi wa tatu kampuni wezeshi kwenye sekta ya madini. Kwa hiyo tunahakikishia kwamba tunaendelea kutoa huduma bora na sahihi sana eh, katika shughuli za upimaji wa sampuli za madini. Kwa hiyo tunahakikishia wateja wetu kwa uminifu mkubwa na professional tulizonazo kuna wataalamu wa kutosha ambao sio walongolongo. Karibuni sana, tunapata huduma nzuri na iliyojitosheleza katika mambo ya kuumaja sampuli.